Yo, of course, mambo vipi? Karibu sana kwenye Bongo Plus TV. Kama ndo mara yako kwanza kusubscribe, basi subscribe ili uzidi kupata more information. Eh, bana, story sasa hivi ambayo ipo kupitia mtandao wa Instagram, moja kati ya mwigizaji na star mkubwa sana ambaye amechukua maarufu sana kupitia Bongo Movie, ambaye amefanya vizuri, ambaye anaitwa Chuchu Hansy, amefanya vitu vingi sana kwenye industry ya Bongo Movie. Ameshare posti yake ya Instagram akionyesha picha ambayo ikimuonyesha kuna mtu au kuna mshikaji ambaye amepost katika ukurasa wa TikTok kwamba yeye amefariki. So hichi ni kitu ambacho kimemkata sana mwigizaji huyu, lakini pia hilo swala amelichukulia kisheria zaidi. Ni kwamba hawa watu ambao wanamzushia kufa imekuwa ni too much sana, so swala hili lazima liende mpaka sehemu salama au awesome, sehemu za kisheria sana, na hii imekuwa ni mwendelezo sana, kuona asilimia kubwa sana katika mtandao wa TikTok na mitandao mingi sana, waga watu au mashabiki ya watu wa pembeni wanaoitumia vibaya ya kudhihaki watu ambao wenye majina. Kuna wengine wanatumia kama njia ya kutapeli, lakini pia kuna wengine wanatumia kama uh, kuzushia wenzao vifo. Tumeona kwa masta mbalimbali kiwemo Ndaro uh, au soba ni kiwemo Steve Mousi na masta kibao katika upande huu wanatuma wana, wana post picha yako uh, katika platform wanadai kwamba umekufa. So hii ni kitu ambacho pia Chuchu Hansy kimemkata kinomanoma na kaizungumzia kwamba hili swala huyu ambaye amefanya hivi anaweza akamfikisha katika mahakama na katika vyombo vya sheria, ili sheria ifuate mkondo wake, kwa sababu yeye ni mzima. Kwa nini mumtabirie kufa? So mimi nimekusogezea kupitia Bongo Plus TV. Mimi naitwa Riziki, bwana Libia kitengo, angusha maoni yako. Je, wewe ulishawahi kufanyiwa kitu kama hichi, ukapostiwa kufa lia kuwa umzima? Peace.